Katika video iliyopita nilizungumzia na nilitoa barua ambayo imetolewa na Tamisemi kuhusu ajira ya walimu. kwa hiyo katika video hii sasa nitakwenda kuonyesha wewe mwalimu namna sahihi ya kuweza kutuma maombi yako kupitia mfumo wa maombi ya ajira katika sekta ya elimu pamoja na afya ambayo ni Tamisemi. kwanza kabisa utaingia katika Chrome yako au katika sehemu ya Google baada ya pale utaandika ajira, utaandika ajira dot Tamisemi, ajira dot Tamisemi dot go. Itakapoandika namna hiyo, itafunguka website hii ya kwanza kama jinsi ambavyo anavyoona. Hii ni website ya mfumo wa ajira. Utabonyeza katika website hiyo ili iweze kufunguka. Hii ni sehemu ya mfumo wa maombi ya ajira, na sehemu hii ya ajira dot Tamisemi dot go dot tz, hii inahusisha kada mbili tu ambayo ni elimu pamoja na afya. Kwa kama wewe ni mwalimu, unahitaji kutuma maombi yako, basi utatuma kupitia mfumo huu, na kama wewe ni sekta ya afya unahitaji kutuma maombi ya ajira, basi utatuma pia kupitia mfumo huu. Kama unavyoona hapa, ni ofisi ya Rais TAMISEMI, mfumo wa maombi ya ajira ya kujitolea mkataba ya kujitolea pamoja na mkataba. Kwa maombi yote ya kujitolea pamoja na mkataba utatuma kupitia mfumo huu. Sasa, mfumo huu muonekano wake upo namna hii. Kuingia ndani ya mfumo tumia namba ya NIDA au barua pepe uliyotumia kujisajili kama jina la mtumiaji au username. Kama tayari una akaunti yako na unahitaji kutuma maombi basi, unachotakiwa kufanya sehemu hiyo utaweka jina la mtumiaji au username. Hatua inayofuata hapa chini utaingiza nywila. Nywila ni password, kwa wale ambao hawaelewi wa nywila. Alafu baada ya hapo utabonyeza neno ingia. Lakini kama hauna akaunti aa, katika mfumo huu, basi nitakuonyesha namna ya kuweza kutengeneza akaunti yako free kabisa katika mfumo huu. Tafadhali chagua aina ya maombi ya ajira, kama ni afya au ni elimu kama ni mwombaji mpya, bofya kiunganishi cha juu kulia, jisajili kuanza kuomba. Ingiza namba ya NIDA au barua pepe kama jina la mtumiaji na uingiza nywila yako kuingia ndani ya mfumo. Baada ya kufanikiwa kuingia ndani, tafadhali kamilisha maombi yako kabla ya tarehe ya mwisho. Maombi yasiyokamilika hayatafanyiwa kazi. Hakikisha kabla ya kutuma maombi umesoma na kuelewa vizuri tangazo lililotolewa. Hakikisha vyeti ulivyoambatanisha vinasomeka vizuri. Kuwasilisha taarifa za kugushi zitapeleka kuchukuliwa hatua za kisheria dhidi yako. Bofya hapa ili kuingia kwa ajili ya kutuma maombi kwa ili kuweza kujisajili upya, kama hujawahi kufungua akaunti katika mfumo huu utabonyeza hapa. Sasa sehemu hii, kama unavyoona, kuna hii fomu ambayo hapa unapaswa kuijaza fomu hii ambayo ni kutengeneza akaunti hapa. Sasa unatakiwa utengeneze akaunti, na kutengeneza akaunti utatakiwa uweke barua pepe. Sehemu hii utaandika barua yako katika sehemu hii. Barua pepe ni email, au usipotumia email unaweza ukatumia namba ya NIDA. Baada ya hapo utaweka password au nywila katika kiboksi kinachofuata. Utathibitisha nywila zako au password zako, alafu hapo utabonyeza huu mshale, utachagua aina ya maombi. Kama ni elimu utachagua elimu na kama ni afya basi utachagua afya. Alafu baada ya hapo aa, baada ya kuchagua hilo basi utakuja utaingiza namba zako za simu. Ushaongeza namba zako za simu, baada ya hapo utabonyeza neno endelea. Kwa mimi nitafungua akaunti hapa alafu nitakwenda kuonyesha namna sahihi ya mfumo huu unavyofanya kazi. Aa, baada ya kujaza ile fomu ya kwanza, sasa utakuja katika fomu hii ya pili kama jinsi ambavyo unavyoona hapa. Kwa hiyo kuna hii sehemu ya NIDA, hapo utatakiwa uingiza namba zako za NIDA katika sehemu hii, na baada ya kuweka namba zako za NIDA utabonyeza neno hakiki namba ya NIDA. Unaweza ukahakiki au ukabonyeza neno hifadhi. Kwa utaangalia mwenyewe kama namba zako ni sawa, utabonyeza neno hifadhi. Kama unahitaji kuhakiki namba zako za NIDA, utabonyeza neno hakiki NIDA. Ukishaingiza namba zako kama jinsi ambavyo mimi nimeingiza namba zangu hapo, utabonyeza neno hakiki NIDA then hapa kuna maswali ambayo utakwenda kuulizwa. Kama unavyoona, taja mwaka uliohitimu shule ya msingi. Kwa mfano mimi mwaka niliohitimu shule ya msingi ni huu hapa, nitauweka alafu nita click save. Umepatia jibu swali lililofuata. Swali linalofuata utabonyeza neno okay, taja kata ulipozaliwa. Utataja kata yako ulipozaliwa, kwa mfano mimi nilizaliwa kata hii, inaitwa Oleani, alafu nitabonyeza neno save, nitasubiri hapo. Ah, sasa tayari maswali wameniuliza maswali mawili tu, ambayo utaulizwa na baada ya kuulizwa maswali yako, kama jinsi unavyoona taarifa tayari na hiyo tayari, unachotakiwa sasa kufanya hapa ni kubonyeza neno hifadhi. Nitabonyeza hapa kwenye neno hifadhi, then kama unavyoona wameniambia login using hiyo hapo as username. Kwa sasa jinsi ya kulogin, tatumia username yangu hapa ili niweze kulogin katika mfumo Aha, ukishaweza kulog ndani utaweza kuona uh, taarifa hizi kwa unaweza ukajaza maombi yako, ukajaza maombi yako kwa sehemu ya kwanza. Utaweza kuona data zako, jina la kwanza, jina la kati, jina la mwisho uh, jinsia. Utaweza kuona, utaona namba zako za NIDA, utaona tarehe yako ya kuzaliwa uh, je, una ulemavu wowote? Mm, no implemento utachagua hapo chagua mkoa, kwa utabonyeza sehemu hii ili uweze kuchagua kama utakuwa una ulemavu wote au kama hauna ulemavu wote utachagua hapo. Okay, kama hauna ulemavu wote utaacha kama ilivyo. Uh, utachagua mkoa unaoishi hapa, utachagua mkoa kama upo Arusha, kama uko Dodoma, kama upo Geita, kama uko Katavi, utachagua mkoa wote ambao wewe upo unaishi. Kwa mfano mimi sasa hapa nitachagua labda mkoa wa Pwani. Alafu baada ya hapo utaambiwa halmashauri unayoishi utachagua pia halmashauri ambayo unaishi. Hapa utachagua halmashauri kama ni Bagamoyo, kama ni Chalinze, kama Kibaha, kama Kibiti, kama Kisarawe. mimi nipo Kibiti. Alafu baada ya hapo utaambiwa weka cheti cha kuzaliwa, hapo utaambiwa weka cheti cha kuzaliwa ha utaweza kuweka cheti chako cha kuzaliwa, kwa utabonyeza hii link. Hapa, weka cheti cha kuzaliwa utabonyeza hapo not applied Uh, sijasoma elimu maalum visual implemented special education, yari nguo kama hujasoma elimu yote maalum utabonyeza hapo, alafu uchagua kiwango chako cha juu. Utaselect hapa kiwango chako cha juu, kama ni bachelor degree education arts, bachelor degree education science, certificate in primary education, diploma in early child education, diploma in primary school, diploma in secondary school diploma in in secondary education, certificate in physical education. Kwa hapo utachagua elimu yako ya juu kabisa uliyokuwa nayo utaichagua hapa. Okay, utachagua elimu yako ya juu kabisa uliyokuwa nayo kwa mfano, mimi nitachagua bachelor degree education and science. Alafu ukishachagua sehemu hiyo, sasa kinachofuata hapo, lazima uweke cheti chako cha kuzaliwa. Utabonyeza cheti chako, utabonyeza hii link hapa ili uweze kuweka cheti cha kuzaliwa. Baada ya hapo, utaandika hifadhi na endelea. Kwao utakuwa na sehemu kama tano, ambapo utatakiwa kumaliza. Hii ni hatua ya kwanza, utakuja hatua ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano utakuwa umekamilisha kujaza. Kwa mimi sifanyi maombi yoyote, ila nimeonyesha tu namna ya kuweza kufungua akaunti yako na kuweza kutuma maombi yako, kama wewe ni mwalimu au upo katika kada ya afya. Kwa hiyo kama unahitaji msaada zaidi ili kuweza kufanya maombi, unaweza ukanicheki kwa namba zangu. Nitakuwekea namba, zipo katika sehemu ya description, lakini pia ipo katika bio ya channel hii. Unaweza ukapata namba zangu hapo ukanicheki kama unahitaji msaada wowote wa kufungua akaunti au kutuma maombi. Lakini pia vilevile, usisahau kusubscribe, ku like na comment katika channel hii, au weka comment yako katika sehemu ya comment section kama unahitaji msaada wowote au usaidizi wowote. Asanteni na karibuni tena.